Saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka Idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Sarafina Nairobi. Tulionayo hii leo, shughuli ya kitaifa ya kuuaga mwili wa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Amolo Odinga inafanyika leo Ijumaa katika uwanja wa Nyayo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mkutano wa pili wa kilele na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin huko katika maandalizi. Marco Rubio na kwenye gumzo leo hii tunaangazia hali kwamba Afrika na dunia kwa ujumla ikiendelea kumwomboleza ama kuomboleza kifo cha waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Odinga. Dunia ya michezo imempoteza mtu mashuhuri, ambaye mbali na siasa, aliwekeza muda wake mwingi katika michezo na labda, mbao, labda kwa mashabiki ambao labda hawajui kwamba Raila eh, siku zake za mwanzo ekule alichezea timu hii ya eh, Gor Mahia wakati ule ikijulikana kama Luo Union, na vilevile akiwa mbunge wa Lang'ata eh, amechezea timu ya Bunge FC. Kwa hivyo ni mtu ambaye pia kando na kuwa na ushabiki ni kwamba amekuwa mchezaji. ni Jumaa tarehe 17 mwezi wa kumi mwaka 2025, lakini kwanza, msikilizaji, nampisha mwenzangu David Nkya akusomee muktasari wa habari za dunia. Karibu Nkya. Asante Sarafina. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amekuwa na mazungumzo ya simu yenye tija na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku akianzisha upya juhudi zake za kumaliza vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Trump amesema anaamini maendeleo makubwa yamepatikana. Kremlin na ikulu ya White House zinasema wasaidizi wao watakutana wiki ijayo na kisha uwezekano wa mkutano wa kilele wa viongozi hawa wawili huko Budapest. Afisa wa Kremlin amesema muda wa mkutano huo utategemea maendeleo yatakapatikana. Hivi majuzi Trump alielezea kusikitishwa na kukataa kwa Putin kumaliza vita, na amesema anafikiria kuipatia Ukraine makombora ya masafa marefu. Takriban watu watatu wamefariki dunia nchini Kenya baada ya polisi kufyatua risasi za mpira na mabomu ya machozi katika uwanja wa michezo ambapo umati wa watu waombolezaji ulikuwa wamekusanyika kuaga mwili wa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Kundi maarufu la kutetea haki za binadamu la Vocal Afrika limeambia BBC kwamba miili mitatu ya watu waliouawa katika machafuko hayo imepelekwa katika chumba kikuu cha kuhifadhi maiti mjini humo vyombo vya habari vya eneo hilo vimeripoti kwamba mtu wanne pia alikufa wakati maafisa walipotaka kutawanya umma wa watu waliokuwa wameongezeka. Bado haijabainika iwapo polisi walitumia risasi za moto au risasi za mpira katika uwanja huo uliopo katika mji mkuu Nairobi. Odinga, mtu maarufu katika ulingo wa siasa nchini Kenya, alifariki akiwa nchini India siku ya Jumatano. Kiongozi mpya wa kijeshi wa Madagaskar ataapishwa hii leo. Kanali Michael Randiariana anachukua madaraka kutoka kwa Rais Andrirajurina ambaye aliondolewa madarakani kufuatia wiki kadhaa za maandamano yenye vurugu aliosababisha jeshi kuingilia kati. Zaidi na Esteloambano kuna matumaini katika taifa hili la bahari ya Hindi la kuhusu uongozi wa kijeshi unaokuja waandamanaji walikuwa na matumaini kwamba rais Rajoelina angejiuzulu tu na kufungua njia kwa ajili ya mabadiliko ya kidemokrasia. Badala yake, aling'ang'ania madaraka akiivunja serikali yake na kufanya mijadala mingi na makundi mbalimbali ya watu, juhudi ambazo hazikutosha kuwatuliza waandamanaji. Sasa nchi hii inaingia katika kipindi cha mpito ambacho kimejaa vikwazo vya kisiasa na kutokuwa na uhakika wa kisheria, lakini kiongozi huyo mpya wa kijeshi ameahidi kukabidhi mamlaka kwa serikali ya kiraia ndani ya miaka miwili. Watetezi wa demokrasia ndani na nje ya nchi wanatumai kuwa ahadi hii itatekelezwa. Na maafisa wa Israel wanasema timu ya wakoaji wa Uturuki wakiwa na vifaa vizito hawataruhusiwa wataruhusiwa kuingia Gaza kusaidia kutafuta miili ya mateka waliosalia. Wanasema Hamas lazima kwanza warejeshe miili yote wanaoweza kuipata bila msaada kutoka nje. Waziri wa mambo ya nje wa Israeli amesema Hamas inaweza kuachilia miili zaidi ya mateka kwa urahisi, na kushindwa kwa ufanya hivyo ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amemwita afisa wa usalama kujadili hali hiyo. Kwa upande wake, Hamas imeshutumu Israeli kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kuua zaidi ya watu ishirini wiki hii. Hii ni BBC tarifa ya habari za dunia imesoma kwako kwa na David nke akiwa dares Salam. Unaskiza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika mbalimbali mbali, kama vile redio f FM na rdio nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na redio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu BBCC ama kwenye ukurasa ukurasawetuwa BBC Swahili. Karibu, mimi ni Sarafina Robi. Tukianza ni kwa shughuli ya kitaifa ya kuaga mwili wa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga inafanyika leo Ijumaa katika uwanja wa Nyayo. Viongozi mbalimbali kutoka nje na ndani ya bara la Afrika wanatarajiwa kuhudhuria ili kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo aliyekuwa na ushawishi mkubwa nchini Kenya na hata nje ya mipaka ya nchi hiyo. Awali nimezungumza na Martin Olo, mchambuzi wa masala ya uongozi, anayeanza kwa kuelezea kuhusu mazishi hayo ya kitaifa ya Raila Odinga. Ni kiongozi ambaye amechangia pakubwa kupatikana kwa amani, kupatikana kwa katiba, kupatikana kwa uhuru. Kumbuka ya kwamba kuna wakati alikuwa anapigana wakati wa serikali ya kiimla ya Moi. Ya kumpatia nafasi na heshima kama hiyo, ni jambo ambalo rais anaruhusiwa kufanya na alifanya hivyo kupitia ile waraka aliyotoa. Akina nani hasa wanastahiki heshima hii ya maziko ya kitaifa kwa mujibu wa sheria, ikizingatiwa kuwa raila ndiyo aliongoza, lakini mara nyingi alikuwa nje ya serikali? Mazishi ya kitaifa yanapewa mtu ambaye alikuwa rais ambaye amestaafu, mtu aliyesimamia, alikuwa kiongozi wa taifa na pia kiongozi wa serikali ambaye alistaafu. Kwa hiyo yeye, raila wakati alipokuwa waziri mkuu alikuwa kiongozi wa serikali. Je, taratibu zipi huwa zinafuatwa katika aina hii ya mazishi, kipi tutarajie? Tutarajia kwamba itakuwa ni serikali ndio inahusika, na wakati serikali inahusika, inahusika katika mambo uh, mazishi ya kitaifa ni jeshi, amri jeshi mkuu, kwa sababu rais ni amri jeshi mkuu. Ni jeshi ambalo linashikilia. Kwa mfano pale Kasarani uliona ya kwamba ilikuwa ni jeshi lililoshikilia, na ni wanajeshi ndio wanaakisha kwamba itifaki zao ndio zinazozingatiwa wakati huu tukirudi katika hali ya maombolezo yanayofanyika umati uliojitokeza machozi na hisia nzito ungesema kweli baba kama anavyoitwa alipata kujua kiasi cha mapenzi na ufuasi aliokuwa nao katika maisha yake ukweli baba alielewa kwamba watu walimpenda na yeye pia alipenda watu kumbuka ya kwamba katika mazishi haya tangu aingie sio familia yake inashughulika, ina ni taifa linashughulika, na pia watu ambao wanampenda wanaamua ni nini wanataka. Ukweli ni kwamba baba, yeye alielewa kwamba watu walimpenda na mara nyingi alikuwa ni mpiganiaji wa haki za, za watu wengine. Naam, sasa pia nia zake za kutaka kushinikiza serikali kufuata anayotaka zimelaumiwa kuzua ghasia, mfano maandamano ambayo huishia kuwa makabiliano na vyombo vya dola na baadhi wamepoteza maisha na wengine hata kulemazwa katika vurugu kama hizo. Sasa hili unalizungumziaje? Kuna wale wanaleta msukumo mkali, kuna wale wanaleta vita. Katika hali hiyo, ukweli ni kwamba yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na katika ustari wa mbele wa kupigania haki za binadamu na katika kupigania haki za binadamu kuna watu ambao walipoteza maisha yao kwa sababu hiyo. Amani waswahili wanasema haiji ila kwa ncha ya upanga, na kwa sababu hiyo atakumbukwa kama mtu ambaye alijitolea, alijinyima na alipigania Wakenya wa kawaida <tune> Marekani ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema mkutano wa pili wa kilele na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin uko kwenye maandalizi baada ya kile alicho kitaja kuwa simu yenye tija kubwa ya saa mbili na Putin kuhusu vita nchini Ukraine. Itafuata na mkutano wa wiki ijayo kati ya mawaziri wawili wa wilo, mambo ya nje Makorubio na Sergei Lavrov, na kisha ikiwa na kila kitu kitenda sawa, kutakuwa na mazungumzo ya ana kwa ana kati ya viongozi hao huko Hangari ngawa bado hakuna tarehe iliyopangwa. Na David Mkia. Wito huo umekuja baada ya ziara ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House ambaye alipowasili alisema kwamba Moscow inaharakisha kuanza tena mazungumzo kwa sababu ya tishio la kupelekwa kwa makombora ya Tomahawk ya Marekani nchini Ukraine. Kremlin inasema Putin alimwonya rais wa Marekani kwamba hatua hiyo itadhuru pakubwa uhusiano kati ya Marekani na Urusi. Trump anasema anaamini mkutano huo utakuwa na matokeo mazuri sana. Marco Rubio atakutana na mwenzake waziri Lavrov hivi karibuni, watapanga wakati na mahali sahihi hivi karibuni, labda tayari imeshapangwa ama tayari wameshazungumza. Na ninafikiri ilikuwa simu nzuri sana, nafikiri yenye tija sana, lakini nitakutana na rais Putin na tutafanya maamuzi. Kwa upande wake, rais wa Ukraini Volodimir Zelenski amesema kwamba huenda mazungumzo hayo ya sasa yakapelekea kumalizwa kabisa kwa vita hivyo ambavyo anasema kwamba watu wa Ukraine wamevichoka kabisa. Naye waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban amesema mkutano huo uliopangwa huko Budapest ulikuwa habari nzuri kwa watu wote wanaopenda amani duniani kote. Wawili hao walikutana katika ardhi ya Marekani Oktoba 15 kwa ajili ya mkutano ambao rais Trump alitarajia ungesaidia kumshawishi rais wa Urusi kuingia katika mazungumzo ya kina ya amani ili kuvimaliza kabisa vita na Ukraine. Nam ni taarifa yake David nker. Tumekea Rwanda, ambapo kitengo cha ujasusi wa kifedha nchini Rwanda, yani Financial Intelligence Center, kimetoa orodha ya wanyarwanda 25 walio nje ya nchi. Miongoni mwao ni mkuu wa zamani wa jeshi la Rwanda, Luteni Jenerali Kayumba Nyamwasa, na mpinzani mkuu dhidi ya serikali ya Rwanda. Kitengo hicho kimesema wanafadhili shughuli za kigaidi dhidi ya serikali ya nchi hiyo na kuonya wananchi kujitenga na shughuli na biashara zao, huku pia serikali ikitangaza kutaifisha mali yao. Kutoka Kigali, Ive Buchana na maelezo zaidi. Kitengo cha ujasusi wa kifedha kinasema orodha hiyo inatokana na taarifa za kijasusi, ripoti za vyombo vya habari na maamuzi ya mahakama. Dr Teogen Rudasingwa, mmoja wa wale walioko kwenye orodha hiyo, aliambia BBC idhaa ya Maziwa Makuu kwamba hayo ni kama kimbunga na bila thamani yoyote. Rudasingwa anayeishi Marekani ni afisa wa zamani katika jeshi la Rwanda. Pia aliwahi kuwa mkurugenzi mkuu wa ikulu ya rais wa Rwanda Paul Kagame na balozi wa Rwanda nchini Marekani. Kadhalika, orodha hiyo inajumuisha Luteni Jenerali Faustin Kayumba Nyamwasa anayeishi Afrika Kusini, ambaye ni mkuu wa zamani wa jeshi la Rwanda na mmoja wa waanzilishi wa chama cha upinzani cha Rwanda National Congress. Kayumba anatuhumiwa kuunga mkono shughuli za kigaidi na kuwasiliana moja kwa moja na viongozi wa waasi wa kundi la FDLR linaloendesha harakati mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Vikwazo vilivyowekewa wale walio kwenye orodha hiyo ni pamoja na kupiga marufuku kufanya kazi nao na kujihusisha na shughuli na biashara zao kwa njia moja ama nyingine na kufanya kazi kwa niaba yao. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa kundi la upinzani la Rwanda National Congress Inyasi Rusagara, alisema kuwa chama chao kinalaani vikwazo hivyo alivyoviita vya kisiasa, na kwamba hatua hizo hazitokani na sheria, huku akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuzuia hatua ya kitengo hicho alichokiita cha unyanyasaji kisiasa. Naam, na sasa tuelekee viwanjani naye Florian Kaijage. Asante sana Sarafina Robi. BBC imearifiwa kuwa vilabu vya ligi kuu ya England vimegawanyika kuhusiana na mpango wa tata wa kuanzisha ukomo wa viwango vya mishahara kwa wachezaji kuelekea upigaji kura kuhusu kanuni za fedha mwezi ujao. Mpango huo wenye lengo la kuweka uwiano wa matumizi ya fedha kati ya vilabu vyenye ukwasi mkubwa zaidi na vya kiwango cha chini unalenga kuweka ukomo wa kiwango cha matumizi ya klabu yoyote kwenye mishahara ya wachezaji mawakala na ada za usajili kisizidi mara tano kuliko klabu yenye mapato ya chini kabisa yatokanayo na haki za matangazo ya runinga fedha za tuzo ama tunzo ndani ya ligi kuu ya England. Hii inamaanisha kuwa kutakuwepo na masharti ya ukomo wa matumizi ya fedha bila kujali kiwango cha mapato cha vilabu katika ligi kuu. Ligi ya mabingwa Ulaya kwa wanawake mabingwa watetezi Arsenal wamepata ushindi wa kwanza msimu huu wa mawili kwa sifuri dhidi ya Benfica ugenini. Katika michezo mingine mitatu: Atletico Madrid sifuri Manchester United moja Bayern Munich mbili Juventus Turini moja PSG moja Real Madrid mbili Kwenye mashindano ya magari yaendayo kasi ya Formula 1 dereva Lando Norris anasema yupo tayari kukabiliana na matokeo yoyote, kutokana na yeye kugongana na dereva mwenzake Oscar Piastri wa timu ya McLaren wakati wa mashindano ya Singapore Grand Prix. Raia huyo wa Uingereza aligongana na Piastri katika kona ya tatu huko Marina Bay, baada ya kumgonga kwa nyuma Max Verstappen wa Red Bull na kuharibu sehemu ya mbele ya gari lake. Norris alimaliza wa tatu na Piastri wa nne katika mbio hizo hapo Oktoba 5 mwaka huu. Tukirejea katika soka ni kwamba ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika inarejea katika leo Ijumaa na kesho Jumapili kuwania kutinga hatua ya makundi. Baadhi ya michezo inahusisha klabu za Afrika Mashariki. Leo Ijumaa, Polis Kenya inacheza na Al Hilal Omdurman ya Sudani, huku Monastri ya Tunisia ikikabili Jesi Kabili ya Algeria. Kesho Jumamosi, baadhi ya michezo mabingwa ya tetezi Piramidi ya Misri inacheza na Ethiopia Insurance, Yanga inacheza na Silver Strikers ya Uh, Malawi na Jumapili Simba itakabiliana na Msingizini ospe ya Eswatini. Kombe la shirikisho, uh, baadhi ya michezo ni kwamba KMK Zanzibar inacheza na Azam ya Tanzania Bara, Nairobi United inacheza na Etoile du Sahel ya Tunisia na Frambu ya Burundi inacheza na Singida Big Stars ya Tanzania Bara. Ni hayo katika dondoo za michezo asubuhi hii kwako, Sarafina Nairobi.